Mmetaka ufafanuzi wa jambo fulani ambalo nimeona ni vizuri nikalisemea e. Jumuiya yetu ya maridhiano na amani Tanzania, e, imekuwa na walezi kadhaa ambao tunawatambua kama walezi kwa mujibu wa katiba yetu, lakini pia tunaye mlezi Mheshimiwa Geordavie ambaye ni maarufu katika mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla ambaye anaitwa nabii mkuu. Sasa kuna baadhi ya watu wamenipigia simu nyingi wakitaka ufafanuzi juu ya huu unabii, unabii mkuu, nikasema basi ni vizuri nilisemee jambo hili kwa sababu jumuiya yetu ni jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania na ni jumuiya ambayo inaheshimu eh, kila mmoja imani yake na dini yake. Na tunaposema au wanaposema au anapoitwa kuwa ni nabii mkuu eh, je, anaitwa kwa istilahi ipi? Istilahi yetu sisi Waislamu au istilahi yao ndugu zetu wa Kristo kwa sababu kila watu wana istilahi zao katika swala la unabii. E, sisi kama Waislamu tuna istilahi zetu, kuna nabii, kuna rasulun. E, tunaposema nabii katika Uislamu ni mtu ambaye aliyepewa utume lakini hajakalifishwa ule ujumbe aliopewa kuufikisha kwa wengine, lakini ni mtume kama vile Nabiyullahi Adam alaihi salatu wassalam, anaitwa Nabiyullahi Adam, ni mtume wa Mwenyezi Mungu lakini alichopewa haja lazimishwa akipeleke kwa wengine. Alafu kuna mwingine anaitwa rasulun. Rasulu ni mjumbe. Sasa rasulu ni yule ambaye amepewa utume akalazimishwa akala aufikishe huo ujumbe kwa wengine. Kwa hiyo kuna mwingine anaitwa nabiyun wa rasulun, yaani mtume na ni mjumbe ambaye amekalifishwa kufikisha ujumbe huo. Sasa nilikuwa nataka niwaambie Waislamu kwamba sisi katika istilahi zetu na katika imani zetu kama Waislamu, la nabiya ba'da Muhammadin, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam. Lakini tunaona wenzetu wa Kristo e, tunawasikia siku zote kuna manabii kuna mitume. Sasa ni vizuri tukasoma vizuri kwamba haya ambayo wenzetu wanajinasibisha nayo yapo katika vitabu vyao. Eh, hayapo kwenye vitabu vyetu. Sasa kama yako kwenye vitabu vyao tunawaacha na vitabu vyao, kwamba kuna manabii na mitume. Tukija kwetu katika Uislamu hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona kwamba ni sala tu la kufahamu mambo haya na, ku, na kuheshimiana vizuri. Mfano katika bibilia tukisoma Waefeso 4 mstari wa kumi E, na bibilia yangu hapa, wanaisoma isoma kama wanavyosoma kina Mazinge na wengine, na mimi wanasoma bibilia sana. Sasa ukisoma katika Waefeso nne mstari wa kumi na moja inasema kuhusu Yesu, naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hiyo ni Waefeso 4:11. 4:11 ina, inasema hivyo. Na ukiangalia pia hiyo Waefeso 4, katika, katika Biblia ya Kiarabu inasema wa huwa aata

walbada anbiya na wengine akawatuma kuwa ni manabii. Sasa unabii huu una tofauti na unabii wake mwenyewe Yesu alaihi salatu wasalam. Walbada mubashirin na wengine ni wainjilisti, mubashirina ni wale wainjilisti. Walbada ruatan na wengine kuwa ni wachungaji wa, wa muallimin na wengine kuwa ni walimu, Yesu aliwatoa. Sasa ukiangalia unabii unaotajwa na ndugu zetu wa Kristo ni unabii kwa mujibu wa vitabu vyao, kwamba sisi kama waislamu hatuna sababu ya kupata shida juu ya mtu kuitwa nabii au kuitwa kuitwa nabii mkuu. Sisi kama waislamu si katika imani zetu juu ya hayo, lakini ni katika imani zao wao. Sasa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania e, inapokea watu wa imani zote kwa kila mtu kwa mujibu wa andiko lake. Sasa ukiangalia pia katika Mathayo 23 34 pia inasema kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi hiyo ni Mathayo 23:34 ambayo kwa Kiarabu ukisoma pia eh, kwa Kiarabu pia ukisoma hiyo Mathayo inasema, lidhalika ha ana ursulu ilaikum anbiya wa hukama wa kataba. Kutokana na hilo mimi ana ursulu ilaikum yani Isa ibn Maryam au Yesu anasema mimi ninatuma kwenu ambia manabii wahukama na watu wenye hekima wakataba na waandishi. Kwa hiyo utaona kwamba istilahi ya unabii kwetu sisi Waislamu na wenzetu wa Kristo tunatofautiana e, kwa maana unabii unachukuliwa kwao ni kama wafuasi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu, watumishi wa Yesu. Sasa hili sisi kama Waislamu hatuna sababu ya ya kutukwaza kwa sababu si letu hili, e, ni jambo la imani yao. Kwetu sisi tukija katika Uislamu hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia katika surat al-Ahzab aya ya 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatama nabiyin, hakuwa Muhammadi baba wa yoyote katika nyinyi, lakini ni mtume wa Mwenyezi Mungu. walakin rasulullah wa khatama nabiyin, na yeye ndiye mtume wa mwisho, amehitimisha utume. Hakuna utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio imani ya dini ya Kiislamu. Na mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam akaja kujieleza aliposema mathali wa mathalul anbiya

isipokuwa sehemu moja tu ya tofali ikawa iko wazi, haijakamilika. faja'ala an-nasu yanzurunaha wa yata'ajjabuna anha, ikawa watu wanatazama lile jengo, ile nyumba, huku wanashangaa nyumba nzuri, lakini kuna tofali pale halijakamilika. Sasa Mtume anasema fa ana faana mawdhi'u labina, mimi ndio mahala pale ile tofali jiitu. khatamtu al-anbiya, nimekuja kuhitimisha utume. la nabiyya ba'di wala rasul Hakuna mtume baada yangu wala hakuna eh, mjumbe yoyote atakayekuja kwayo. Kwa hiyo muji, kwa mujibu wa imani ya Kiislamu hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa mujibu wa imani za wenzetu wa Kristo huko utume ambao tunaona katika Biblia Yesu anawapa eh, anawapa watu wake huo, huo, huo utume. Sasa watu watapoitwa manabii kwa imani za wenzetu au kama huyo ambaye anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, sisi kama waislamu hatuna sababu ya kukwazika kwa sababu e, si imani yetu sisi kama waislamu. Kwa hiyo mheshimiwa Geordavie ambaye anaitwa kama nabii mkuu, anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, si kwa imani zetu sisi kama waislamu. Kwa hiyo na kila mtu ana, ana imani yake. Sisi kama waislamu tutaendelea e, kuwa na mahusiano na watu wa dini zote na watu wa imani zote na kwa kadri ya mtu anavyojiita au anavyoitwa na kutambulika kwa nafasi yake, lakini kila mmoja atabaki na imani yake. Kwa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, tuna watu wa madhehebu mbalimbali e, kuna mabudha mule e, kuna watu pengine la dina lahum, haona hata dini e, kuna watu wa namna mbalimbali mbali mbali, wengi tu sijui bahai, wengi tu madhehebu mbalimbali e, lakini lengo letu si dini mseto sikuwaleta pamoja katika ibada ya pamoja. Hakuna jambo hilo, hatutawaridhia na wala hawataturidhia juu ya jambo hilo. Wala tardha anka alyahudu wala nasara hata tattabi millatahum, hawatawaridhia mayahudi wala manasara mpaka muweze kufata mila yao. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwaridhia na wao hawawezi kuturidhia, kwa maana hakuna dini mseto hapo. Kila mtu ataabudu kwa namna yake, isipokuwa tunachofanya ni kuleta mahusiano ya kibinadamu kuishi kwa pamoja kupeana amani kwa pamoja e, na ndio maana tuna madaktari wa namna zote Wakristo, Waislamu, tuna walimu wa namna zote Wakristo na Waislamu. Wala uwezi ukasema kwamba nataka nisomeshwe na huyu Muislamu tu au Mkristo tu, au nitibiwe na Muislamu tu na Mkristo tu, au damu yangu ye mgonjwa wangu atiwe damu ya atu Muislamu mwenzangu au ya Mkristo mwenzangu. La, mambo yale ya insania ambayo Uislamu umeelekeza ndiyo ambayo e, yanawaleta wanajamati pamoja, ni mambo ya kibinadamu. Kwa hiyo nimesema kwamba nitoe ufafanuzi jambo hili e, baada ya watu kuona mlezi wetu e, Mheshimiwa Geordavie, wengine wakawa wameniuliza na hivi na vile, lakini ufafanuzi ni kwamba sisi tunaendelea kuheshimiana juu ya imani zetu, na hizo ni imani za kila, za kila mmoja wetu na tutaendelea kuheshimiana kila mmoja kwa nafasi yake e, anayoitwa anayofahamika lakini siku zote kila mmoja aendelee kulinda imani yake, na huu ndio msingi. Kila mmoja aendelee kulinda, kulinda imani yake, na kama unamhitaji mtu basi unampiga daawa unamhubiria akikuelewa <coughs> atakufuata eh. Na hii ndio kazi ambayo sisi tumepewa eh, kama waislamu kuwaita, kuwaita wengine qul hadhihi sabili adu ila llahi ala basiratin ana wa manittabani